Kuna kisa kimoja e, kwa faida ya wana, wana GPS na wana SNS, wakati Donald Trump anataka kwenda kukutana mwaka elfu mbili na kumi na nane na, na King Jong Un, serikali ya Marekani walituma special forces kwenda kuimplant vifaa hizi listening devices kwenye fukwe za North Korea. Narudia special forces, yani maake unazungumzia ile elite military group ya Marekani the best, okay, watu wa kawaida, ukiambia makomando wataelewa zaidi. Ehe, makomando manake wale makomando wenye mafunzo mm -hmm. ya juu zaidi, ambao ukisoma namna ambavyo Marekani inawekeza kumtraini mmoja mm -hmm. ni fedha nyingi, wenda ikawa ni ka, ka wizara shetu fulani au wizara ambayo haina budget kubwa mm. Ika, mtu huyo -hmm. mmoja yeah. training yake, kwa hiyo waliwatuma wale special forces kwenda kwa sababu hawana taarifa hmm. hawajui huyu jamaa anakuja kukutana na Trump kwenye ile kwenye lile eneo la demilitarized zone, ile zone ambao wameondoa nguvu za kijeshi, ambao ni kama mpaka wa Korea kaskazini na Kusini, ndo atakutania hapo hmm. Sasa huyu jamaa anakuja huku, hatujui chochote kinachoendelea na mipango yao huku. kwa hiyo, au special forces wakatumwa kwenda kuweka vifaa vya kusikiliza, ina maana walau waangalie namna ambavyo watapata mazungumzo ya kule, halafu wawatumie spai wao wa huku, kwa sababu lugha zao zinaeleweka, waweze kuwatafsiria. Sasa cha ajabu ni kwamba wakati wanaenda kufanya hiyo misheni, kuna boti ya wavuvi wa North Korea wakawa wanakuja uelekeo ambao wale jamaa au special forces ndo wapo kwao, walichokifanya ikabidi wawauwe wale eh, wa waue wale wa, wa wa vuvi wa North Korea na wazamishe boti kwa sababu ile boti na ile mili ingeelea ingeleta shida na huenda hicho kikao chenye ndo kingefia hapa. Hmm. Kwa hiyo ilibidi wafanye hivyo. Sasa swali likawa, walifanikiwa? Ikaonekana majibu hakuna, lakini walimaita kama botched hmm, uh, op, operation. Eh. Botched maana yake ni kwamba ilifeli mpaka hmm, kwa mazingira hayo. Sasa maana yake Trump anakuja kukutana na Kim Jong Un, no, hakuna intelligence. Waliamua tu kujizatiti kwa kumtumia South Korea na pale ambapo watakutana huko, kinachoendelea <laughs> kwenye mpaka wa North North hawajui chochote. Sasa hii ndio North Korea. Kwa hiyo hii ni nchi ambayo kutokana na mahusiano yake ya kidiplomasia na kihistoria na China ile na Urusi huku, ukiangalia pia kwa sababu kuna mpaka pia wanapakana na Urusi. Kwa hiyo in a way mataifa makubwa mawili yenye nguvu za kinyuklia yanapakana na North Korea.